Naahapo tunayo karakatu na uwaslamu unakuja kwenu ili madaakaija na uko na watoto waini ambayo wakoa hapa, na hii familia ni lile familia ambayo iziwezi. Na unazasema kwa nini nakuja mbele yenu niongei maneno, ni kitu ambayo ukielezewa kama wenu wende ukatoe machozi walai, ni kitu ambayo ukikija, uone ile maisha ambayo wanakaa, wewe mwenyewe utatua machozi. Kwa sababu gani? Mimi nataka niende meko, sitaki niende hivi. Niko na msichana wetu hapa ambaye anasoma hii madrasa, na ukumbuke class 8 kwa sasa hii, na lazima aende bebe maji. Eh, lazima aende bebe maji na aende bebe maji na... Ndio na kijana huyu, kijana hebu ndio kidogo kuja pande hii, ndio wapate riziki ya kwenda kukula. Ukumbuke ndio mama yao alienda kuwaacha na baba yao hapo, sasa wako na baba yao, lakini pia baba yao hali yake sio mzuri, kwa hivyo saa ingine hana kazi kwa mfano, si ndio? So huyu ndio aenda babe maji ndio wakule, saa ingine wanalala njaa katika vile unaona akaine ambayo ni sana na huyu pia naye, kando na yeye, haongei kwa mfano. Yeye hawezi tamka maneno vile mimi wewe mii, yani yeye anaelewa kuongea ile kuongea na science. Kwa hivyo, wewe ambao ambayo mimi nakuletea hii video mbele yako, na hii video ienda, mimi nitasambaza kila mahali ukikutana na hii hivyo, ni sana na pia hii ni kijiji, na hii familia, watu kama hao Waislamu ndio ndinakaa tu angalie, kwa sababu ukisaidia mtu hata wewe eh, kesho utapata kitu kubwa sana katika mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni sana huyu msichana ambaye bado ni mdogo na bado anaenda shule. Ujiulize pia wewe kama ungekuwa una unaweza una, una fanya hivyo ungesikiaaje unge yani wewe katika maisha yako, ama wewe ni mzazi ama we ni mzazi, ambayo wewe unaelewa maisha ya kwa saa hii. Kwa hivyo ni kitu ya uchungu

Sitaki kufanya mambo ya hivi hivi iende kuwa ya mbona ilikuwa hivi na hivi. Mama we una aku, una, wewe unawajua zaidi yangu, anamaa ambayo mtu akisikia ama mtu akiona, kwa mfano e, leo mama wako wengi <sweak> Kwa kwa musalamu? Kwa musalamu, <sweak> sisi tunaomba sisi wote tuko na mambo ile na na kufina nyingi sana tuseme tu tuna uwezo, tu uwezo kidogo ile tunapata <sweak> <sweak> <dikisana. sweak> watoto wanafanya kibarua ekuna i huyu ndio first born na huyu second born na wa watatu, mtu wa sense aongezi. Tunaomba Waislamu pitia kwa mada hii ya kuongea. Kwa hivyo vile umesikia mama ameongea, ni sio lazima mtu tu mama ak msiamumamaunouma na huruma, na ungekuja usikie ine anaongea, hata wewe ungetoa machozi, ungetoa machozi walai Allah amekujalia neema kila kitu, kundi sawa, uko na nguo. Kama kuna nguo mbili uko nayo, unaweza mpatia moja. Kama uko na chochote -hmm. uko na chakula, unaweza kuja tu, ukikuja hapa sisi tunaweza kusikiza mpaka mali -hmm. Wanakaa wallahi, wanapitia machangamoto kubwa sana hata inakuwa saa ingine hawaendi shule kwa sababu lazima waende wabebe ile maji ndio ndio wakule, na saa ingine iende wanalala mpaka njaa na ujue akanachukua tena ndugu yake ndi aende amsaidie kubeba hiyo maji, ndi wapate namna ya kukula. Ambayo ni kitu mimi ambayo stori imenifikia ni kitu ambayo nimesema sitanyamazia nayo kwa sababu, nikinyamazia nayo nitalaumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nimefika kwenu na mimi nimefika kwenu, wallahi. Wewe ndio kukua na uwezo ukasuria, basi ni sauri yako na mola wako. Mimi nimefikisha kwenu. Waislamu, hii ni tukumyeku live. Wallahi, kama wewe unaona hiyo video unatazama, usipite hiyo video, namba ustadhi nitaweka nita, nita, kama unataka kujua mengi nitaweka namba ustadhi. Wallahi, tuasimame na hawa katika wote, na Allah atatujalia na Allah atatubariki. Walahi, ni kitu ambayo inatisika sana, ni kitu ambayo ukiona inakuwa machozi. Mimi nimeongea walahi mpaka machozi inanitoka, wallahi ni kitu ambayo inatisika sana walahi, walahi. Waislamu wale ambao wanatisikia hiyo video waone, alafu wasimame na sisi katika hii jambo walahi, kwa Islam kufanya hivyo, na mimi nitashukuru. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.